Ndugu wanahabari, tunayo heshima kubwa kuja mbele zenu na mbele za Watanzania na itakumbukwa, tarehe kumi na sita ya mnamo mwezi wa kwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan alituma ujumbe maalum kwenda kwa Rais wa CAF ndugu yetu Motsepe, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango mkubwa ambao anatoa kwa mpira wetu wa miguu barani Afrika na kwa namna ambavyo amechagiza kuinua vipaji na kuleta amani katika bara letu la Afrika kwa vijana wetu kushiriki mashindano haya ya CAF. Ujumbe huo maalum, yalikuwepo mambo mengi mahususi, moja wapo kubwa ni daktari Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumwonyesha rais wa CAF namna gani yuko tayari kuwekeza kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba Tanzania ina image kwa giant of football Africa na ikiwezekana duniani. Mashirikiano ya haya yalitupa nafasi ya kukutana na rais wa mpira wa shirikisho letu ndugu yetu Msepe, na aliupokea ujumbe wa Daktari Samia kwa uzito mkubwa. Miongoni mwa mambo ambayo tulijadiliana ni pamoja na kuomba CAF kuwa inafanya mikutano yake ya mwaka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hii inatupa fursa kubwa, kwanza kuona maendeleo na uwekezaji mkubwa ambao daktari mm -hmm, Samia anaofanya, na, na hivi karibuni mtaona kwa takwimu ya hivi viwanja vinavyojengwa Arusha, Dodoma, hapa mabadiliko ya Dar es Salaam, hivi viwanja vya mazoezi, takribani almost tunaongelea trilioni 1.276. Na hapo hatujaongelea miundombinu inayokwenda kuzunguka viwanja kuwezesha mashabiki na wachezaji kuingia katika maeneo haya muhimu. Rais wa CAF ndugu yetu Msepe amelizia kuja kufanya mkutano wake wa kamati tendaji hapa nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Na leo tunavyoongea tarehe tisa, timu yake ya sekretari inaanza kuingia katika jiji letu la Dar es Salaam na tarehe kumi na mkutano wao huu utafanyika tarehe kumi na tatu hapa jijini Salaam katika ukumbi wa hayati. Tumeona tuwape habari hizi njema, kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu na kufikia hatua ya kuamua kuja kufanya mkutano wa kamati tendaji katika mji wetu wa Dar es Salaam. Ikiwa ni sehemu ya utendaji na upitiaji wa mambo yao na mipango yote ya michezo ya Afrika nzima kwa mwaka 2026. Habari hizi ni njema kwa sababu pia viongozi hawa watapata nafasi ya kupata taarifa ya maendeleo tulionayo na hatimaye kutoa kauli juu ya nini kitaendelea kufanyika ndani ya nchi yetu ya Tanzania.